Tabora, karibu Toronto. Hii ni mara ya kwanza kwa mhashamu Kadinali Protase Rugambwa askofu mkuu jimbo kuu Katoliki Tabora kufika katika shule ya sekondari St. Mary's Mihayo inayomilikiwa na kanisa hili ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja na miezi nane tangu alipoteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco Julai 9, 2023. Siku ya leo tumetembelewa na askofu wetu wa jimbo la Katoliki Tabora ambaye pia ndio kadinali mwazama Protase Rugambwa. Tumefurahi sana kwa ugeni huu, kwani pamoja na kututembelea ametupa historia ambayo imezidi kutupa hamasa na kufurahisha. Na historia yenyewe ni kwamba baba yake mzazi alisoma hapa miaka ya nyuma, lakini pia mjomba wa babake pia aliwahi kufundisha hapa pamoja na mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo, hii kwetu imekuwa ni hamasa sana kwa watoto na walezi. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha wazazi wote, mlete mwanao hapa St. Mary's Mihayo, kwani ni shule sahihi kabisa kwa malezi, maadili. Dunia yenyewe sasa hivi ilivyo, elimu bila maadili hakuna kitu. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Tuna wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita, michepuo yote ya biashara, sanaa na sayansi. Kadinali Protase Rugambwa kufika mahali hapa na kukutana na wanafunzi hawa pamoja na walimu wao, kuna mfanya atoe historia ya kipekee ya baba yake mzazi ambaye alisoma katika shule hii mwaka elfu moja mia tisa arobaini na saba, tena kwa ushahidi wa picha aliyoipiga mbele ya jengo hili unaloliona mahali hapa. Mweshimiwa mkuu wa shule padi mgeni pamoja na waheshimiwa mpande tulio hapa, na pande kubwa ambaye yuko hapa vilevile, pamoja na nyinyi. Lakini nimekuja vilevile na katibu wangu huko ofisini, pande Kagodi niko frateli nafahamu, waheshimiwa wakufunzi mnaokuwa hapa na walezi wote kwa ujumla, nawaheshimiwa wanaosaidiana pamoja na kundi hilo kubwa la kwanza ambao wamewahudumu wakati mwingine huwa ha, hawasikiki, lakini wana kazi kubwa sana wanayofanya. Na nyinyi vijana wanafunzi mnaokua hapa, kama alivyosema Padumwageni, kwa kweli nilitamani sana nije hapa tangu zamani, kwa sababu ni jirani, sindio? Tunakutana kila wakati huku wakati mwingine napunga mkono nimejificha na naiwe mnapunga mpamu, ni nani huyo anapita? Lakini ni mimi nakuwa napita, tunagonganagongana mi, nakuwa labda wakati mwingine natembea kwa mguu, wakati mwingine niko kwenye gari, basi tunakutana. Tunakutana vilevile hata kanisani, najua na nimefurahi. Lakini hapa kwa kweli sikuwahi kufika, msinilaani eh. najua kubengejao anaisha hapa jirani lakini hajawahi kufika hapa. Mimi nimependa upendo wangu ni upeleke nje kwanza, alafu nikitoka huko nje ndio ndioni Nawapenda sana wote tangu nyumbani kwetu hapo halafu nyinyi jirani, nawapenda sana lakini kapenda niende nje kwanza, niende huko mbali kuigunga Igunga, niende huko wanzungi ni mbali kweli, wenyeneokaliua ni nje mbali kabisa. Halafu baadaye nitakuja nianze kuwatembelea wale ndugu zangu hapa jirani zangu, lakini na bahati kwamba tunao hao ambao mnakaa nao. Mkuu wa shule nakaa naye pale mezani, tunakula chakula pamoja, huo taarifa za hapa nakuwa nazo, kama kuna mgonjwa, kuna wengineni wagonjwa vilevile kama kuna wanaofanya vizuri sana yote naamsio na wasiwasi, niko pamoja na. Amezungumza kitu kimoja cha historia. Sasa kabla sijaanza kuzungumza, ambayo napenda niaongee kwenu vijana, baadae nitakuja ukutana na walimu pamoja na wahudumu wengine, lakini kwenu vijana, amesema mimi na historia hapa, si historia yangu, lakini historia ya wazazi wetu Nilipokuwa nakuja hapa, hii kitabu nimwambia hawa wasikibebe, kawaida wanabeba tunasaidiana na uzito mzee, wanamsaidia ainamnahio, lakini mikambia msikibebe, kwa sababu kuna kitu ambacho nitaka nikihakikishe leo. Mimi na picha humu za baba yangu, ambaye baba yangu alipiga hizo picha mbili akiwa katika shule hii mwaka wa elfu moja mia tisa arobaini na saba. <laughs> <laughs> y amesomea hapa. Picha ya kwanza ilikuwa pamoja, mtacheka sana, lakini tamruhusu tu mkuu wenu. Bila shaka, kuna head boy, head girl, anaweza akaja hata seva, atakuja sema ni kweli, nimemwona. Sijui kwa api huyo yuko ah, hapa karibu. Sasa niko kwa natizama hapa, niko najaribu nione kama huo mlango ambao uko hapa ni uleule. Nikakuta ule, ni uleule ni isipokuwa ule. Ameongezea kajito au kaliko juu pale juu ya akakuwepo miaka hiyo ya arobaini na saba. Unaiona hii picha? halafu pamebadilishwa kwa sababu yale mawe kama okunje yale yalitolewa, hayapo tena, naona yalikuwa, lakini ngazi vile vile waliweka hiki hi kingine, lakini zile nyingine ni sawa sawa. Sasa baba yangu na hii picha, yeye mwenyewe aliandika nyuma ya picha, ayopa baba ameandika a mwaka elfu moja mia tisa arobaini na saba at St. Mary's School Tabora. Ndivyo ameandika hivyo, wakati hulo alikuwa naba <laughs> kaptura kwa yu... <laughs> no, nao na halafu akapiga tena nyingine ya pili na huku kwenye nyuma ya picha akaandika ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa hamsini na mbili. Hii hapa, hiyo inapendeza kwa sababu alikuwa amevaa ndefu yote na kaptura akii. Hakika kwa wote waliosoma na wanaoendelea kusoma na kuwaleta watoto wao katika shule hii, ni dhahiri kuwa wanapanda mbegu iliyo njema kwa watoto wao, kwani mbali na elimu bora inayotolewa mahali hapa malezi na maadili mema ni kipaumbele muhimu sana kwa uongozi wa shule hii. Wanafunzi tumefurahi sana kumuona kuja kuongea na sisi, ametufundisha vingi cha kwa kwanza. Nimefurahi katuelezea ka historia ya mzazi wake aliyesomea hapa Mihayo. Sisi kama wanafunzi tumejifunza kutunza kumbukumbu. Yeye Kardinali Rugambwa ameweza kutunza kumbukumbu kumbu ya kuhusiana na babake pamoja na mjomba wake na hata akaweza kutuonesha picha kadhaa ambazo aliweza kuziweka kama kumbukumbu. Tumejifunza kumbu. Kwa wanyenyekevu licha ya kuwa kadinali ana cheo kikubwa upande wa dini, lakini aliamua ameamua kujishusha kuja kutuona sisi wanafunzi, kutembelea kuongea na sisi mambo mbalimbali, kupiga picha na sisi. Kikweli tumefurahi mno, tumefurahi sana sana. Kwa wazazi ambao bado hawajaleta wanafunzi katika shule hii, naomba muweze kupata kuwaleta mahali hapa, kwa sababu hapa ni sehemu ya maadili na sisi tunaamini ya kwamba elimu bila maadili ni sawasawa na kazi bure. Nawakaribisha watanzania wote na wasio watanzania, mwaleta watoto wenu hapa Mihayo sekondari. Wanafunzi wa Mihayo sekondari, tunafurahia sana kuwa kuita wanafunzi wa Mihayo sekondari kwa sababu shule yetu ni ya kihistoria. Hapa shule yetu amefundisha Mwalimu Nyerere. Ukimleta mwanao hapa hakeni, unakuwa una uhakika mwanangu anatoka hapa na nidhamu nzuri. Asanteni sana. Kama haitoshi Kardinali Rugambwa akaendelea kuweka wazi historia ya mjomba wake ambaye naye alifundisha katika shule hii mwaka 1945 hadi 1954 ikiwa ni kabla ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupata nafasi ya kufundisha mahali hapa mwaka 1946 hadi 1949. Yeye mjomba alifika hapa mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano na alifundisha tangu arobaini na tano mpaka hamsini na nne Kuba alimtangulia hata mwalimu Nyerere kwa sababu mwalimu Nyerere amefika hapa arobaini na sita mpaka arobaini na tisa miaka mitatu. Na huyo mjomba wangu balozi Kipandebage alikuwa anaishi huko ambapo anaishi wakina, kuna nyumba pale wanasema ni two in one baba alikuwa naishi kwenye sehemu moja alafu na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye sehemu ya pili, na hapo sijafika na samani lakini na itakuja. <laughs> nafahamu ni wapi, lazima nende kwa heshima kwenye nyumba hiyo, kwa sababu watunza hao wakuu wetu na waheshimika sana. Kumbe baba yangu huyo au mjomba wangu huyo Tibandebage amefundisha hapa na amemfundisha baba yangu kwa sababu wakati ule baba yangu alikuwa hapa. Kumbe, hii historia hii historia kwangu kwa kweli, nimesema nije sio tu kuwatengea, lakini wapa na historia hiyo, na tuzidi kuenzi shule yetu ya ya, ya Mihayo St. Mary's secondary school. Imefanya mengi na wengi wanaweza kusema yaliyofanyika hapa. Sasa binafsi nipende kushukuru sana vijana ambao wamekuja hapa, nikapenda kwamba na nyinyi ayo malezi au elimu hiyo ya sekondari pate wa hapa. Ningeweza kenda kwingine hata hapa apataboatunazo shule nyingi tu. Weza kwenda huko mka kasema basi uenda kuelimishwa uo, lakini penda pamoja na wazazi wenu kaja hapa kunda. Kwa hilo nipende kuwashukuru sana, asante kuja hapa. Na hilo hilo mlipeleke kwa wazazi wenu Napenda mwashukuru kwa niaba yangu, kwa niaba ya uongozi wa shule, kwa niaba ya jimbo letu kuu Katoliki la Tabora, kwamba wamewatuma na amekuja hapa na, naomba tusiwa <coughs> <coughs> <coughs> tusiwaibishe, tuifanye hiyo kazi ambayo wametaka tuje kuifanya hapa ya kulelewa, kuelimishwa na kutayarishwa ili tuwe na nguvu ya kuja kuyafanya haya ambayo tutafanya tukiwa na elimu tuliyopata kutoka hapa. Basi baada ya kusema hilo, niwatakie kila jema na masomo mema, nikiwashukuru kwa kazi nzuri mnayoifanya na kwa hata hilo ambalo mnalionyesha katika mitihani mnayoifanya na tunayoona yote, hata matokeo yenu. Na niwashukuru vile vile wale waliokubali nao kuja kwa ajili ya kuanzisha hicho kidato cha tano, na tunategemea hata kwenda ya sita. Basi shule yetu inazidi kukua. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu awabariki kwa haya na mengine mengi, hasa ya usuyo elimu bora, malezi na maadili mema, karibu shule ya sekondari St. Mary's Mihayo kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha sita katika fani ya sayansi, biashara, pamoja na sanaa. Kupitia youtube channel, gonga na subscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.